Wakaribisha watu wa ZSTC na watu wa Wizara ya Kilimo. Na nyinyi leo tunawakaribisha mjione kama mko katika sehemu, mko nyumbani, mko sehemu rafiki, na mko sehemu ambayo kwenye mahusiano yetu haya nyinyi mnatuhitaji na sisi tunawahitaji. Kama ninavyokwambia, Morogoro, sisi ndio wakulima namba moja wa, wa mpunga mchele ndani ya Tanzania Morogoro peke yake tunazalisha tani za mchele kama tani laki sita mnazalisha tani elfu arobaini mnahitaji tani la, la, laki moja na ishirini. Mchele wa Morogoro ni mchele, tuna mchele aina ya karibu aina 4 au aina, aina, aina, aina, aina tano, na Morogoro tumejipanga tuongeze uzalishaji mkubwa zaidi kwa sababu uwezo tunao. Mpaka dakika hii nimekuambia, ni kwamba sisi tunazalisha kilimo cha mpunga Tanzania, ni watatu sua Afrika, lakini tunatakiwa kuwa kwanza kwenye hesabu hiyo. Nataka nikwambie katika hao watu laki mbili na ngapi, milioni mbili na nukta mbili, Zanzibar tutakuwa na mahitaji ya zaidi ya tani laki moja na hamsini. Hivi karibuni nazitoa watu Morogoro kwa yako mambo mengi sana, kwa hiyo uwepo wenu hapa nyinyi, nataka nikuambie ndugu zangu, ni sio ajali. Ni jambo ambalo mi nakumbuka tulikaa hapa na waziri wa kilimo, na kwa sababu ile ni wiki moja na hii ni siku tatu, siende tena mkaleta watu wengine, walete hawa hawa kwanza wamalize kozi bado ya kujadili, tuna mazao mengi ya kujadili. Na mimi nataka nikuambie kwamba nami namuomba Sofia aandae watu wa TARI na nyinyi mwendele zao, ajifunze mengi na siwe one side, tuwe two side. langu naitwa Sofia Kashenge, ni mkurugenzi wa uhaulishaji wa teknolojia na mahusiano TARI, ili kuweza kusisitiza au kuhamasisha ushirikiano zaidi. Sisi TARI na, na, na Zanzibar tumekuwa wa karibu sana, especially kupitia taasisi ya utafiti wa kilimo Zanzibar ambayo sasa hivi inaitwa Zarili, na hivi karibuni tulipokea ugeni kutoka e, Zarili ambao wao pia walikuja kujifunza e, jinsi tunavyoendesha shughuli zetu za utafiti. Kwa maana hiyo ushirikiano huu ni mwanzo mzuri kwa sababu tunaona jinsi ambavyo unaimarika. Sasa hivi tumepokea wa maafisa ugani lakini nyuma pia tuliweza kupokea watafiti kutoka Zari kabla haijaunganishwa na, na taasisi ya mifugo ambao walifika TARI na kujifunza kwa muda nadhani wa takribani wiki mbili. Kwa hiyo hivi ninavyoongea pia tulipokea ugeni wa mwenyekiti wa, um, um, mwenyekiti wa bodi ya Zarili ambao yeye pia alifika alitembelea TARI lengo letu pia ni kuhakikisha kwamba tunaingia makubaliano ya kimaandishi kwa maana ya MOU ili tuweze kushirikiana zaidi. Tulipokuja sisi, wengine tulikuwa na mawazo ya kusema kwamba tunakwenda, lakini yale tuliokuwa tunayo vichwani, pengine tu tunakwenda yeweke sawa i, tukifika hapa tumekuta hali tofauti, teknolojia imepanda kweli kuwa kubwa sana na vitu hapa kwa kweli ambavyo hatujawahi kuvitarajia na kuviona. Kwa mfano kule kwetu, kwanza tusikie kwamba huku Tanzania bara wenzetu mna kitalu mkeka, sisi kwetu tumeshangaa tu, kwa sababu ni kitu ambacho kwa kweli kimetu surprise, hatukutegemea kitu kama hicho. Lakini la pili, kwa niaba ya wenzangu ambao tumekuja hapa kwa lengo la kufunza tuseme isiwe mwisho, kwa sababu tulipopata ile kwenye tendi siku tufanya pale mkoani tukagundua mambo mengi, na mkoa wako <coughs> ni pacha ya Zanzibar, kwa sababu karibu vitu vingi ambavyo vinakubali kuwa Zanzibar hapa mkoani kwako navyo vinakubali zaidi na vinahitaji mkakati wa pamoja, hasa kwenye eneo la spice. Kuna spice nyingi umeanza kuona Mketa ya uzalishaji wa karafuu wa mkoa huu wa Morogoro ambao unaanza kutishia ile hali halisi, hali ya Zanzibar au pengine baada ya miaka kadhaa utaweza kupita kwa sababu kama mkoa umeshatangaza kwamba unahatika miche ya karafuu milioni moja wakati sisi tunahatika laki mbili hamsini kwa mwaka. Majina anaitwa Rukia wa afisa uzalishaji kutoka idara ya umwagiliaji maji, nipo katika bonde la umwagiliaji maji chenyu. Kitu ambacho nilicho nilichokiona zaidi kama kimekuwa tofauti na kwetu, na sisi tuni appreciate kupata kile kitu, kwanza kama alivyosema chief, ni suala la kitaalumkeka kitalu mkeka kwetu sisi kimekuwa kama ni good news, ambayo nafikiria knowledge hii tulioipata tukichukua tukiipeleka kule nyumbani, basi na kwa wao wanaweza kuipokea vizuri na ikawa kitu kizuri. Halikadhalika tumejifunza masuala ya mbegu bora ambazo zinastahili kutumika katika kipindi fulani. Mfano tumepata elimu inayotuonyesha kwamba kipindi cha masika, basi tulime labda mbegu fulani, na kipindi cha vuli tulime mbegu fulani kitu ambacho kwetu sisi ikawa ni mdadala, tulipoondoka hapa mpaka tulipofika kule majumbani kwetu, ani kule tulipofikia, tumejikuta kwamba wenzetu wana mpangilio mzuri wa mbegu ambao wanautumia. Kama hichi kipindi cha vuli, tumeona wenzetu wanatumia mbegu ndogo ambazo ni Saro na Komboka, lakini sisi kule kwetu imekuwa ni tofauti. Mtu akijisikia kupanda mbegu amba, ambayo anaipenda yeye, basi anakuwa anapanda tu.